Naomba nikutahadharishe ndugu yangu, wewe unayejipanga kuungana na maandamano ya amani ya kwenda kusikiliza kesi ya mheshimiwa Tundulisu, ambayo kila siku mheshimiwa Hechi anazidi kuisisitiza kwamba watanzania tuandamane. Eh, nikutahadharishe tu, kama hauna cha kupoteza endelea kwenda kwenye hayo maandamano, unaweza ukajiunga tu na hayo maandamano lakini, kama unafahamu kwamba unacho cha kupoteza unategemewa na ndugu zako na malengo na ndoto zako, e, naomba tu uahirishe kabisa hilo swala. Eh, tunafahamu kwamba hii nchi Watanzania wengi tunajua kwamba hii nchi sio ya wananchi bali ni ya wala nchi na wenye nchi. Eh, CCM ndio inayotawala na serikali eh? Inatawaliwa na, na chama cha CCM. Hivyo CCM ina mizizi mikubwa, haiwezi kukubali kwamba utekeleze kile unachohitaji kukifanya. Amani tulionayo inatutosha, jamani. Vita vita ni mbaya, vita ni mbaya. Tunaona nchi za majirani zetu watu wanavyohangaika, mabomu yanapigwa, yaani watu wanahangaika sana eh. Hatutamani itokee kwetu sisi wa Tanzania. Tunapenda kuishi. Tunaishi mara moja jamani eh. Kitu kingine ni kwamba hata kama Rais Samia kwamba uh, tunamtumu kwamba anakopa anakopa sana. Yaani mimi nasema tu kwamba akope. Akope hata kama nchi kiuzwa iuzwe akope tu eh, akope kwa sababu uh, yeye ndio kiongozi na yeye ndio anajua kila anachokifanya. Kwa hiyo naombeni sana sana jamani, tuweze kutulia. Tutulie, tuwe na amani kabisa eh. Vita hairuhusiwi haitakiwi kabisa katika nchi yetu. Watu wa Tanzania hatujui hata mabomu jinsi yalivyo, hatujui milioni za risasi ya nini? Sasa hao wanaohimiza maandamano, tunaomba tu waanzie wao kutangulia Watangulie wao na familia zao, maana sisi ni wa makapuku wananchi wa, wa kawaida, kula kulala kwetu kuishi kwetu ni kwa kusuasua. Unajiungaje na maandamano, ndugu yangu, ili kusudi ya kufaidisha nini? Na ukifa je, eh, familia unamwachia nani? Haya mambo mengine ni ya kuwaachia hao hao waendelee kupambana wao kama wao. Kwa hiyo niwatakie tu e, pasaka njema na sikukuu njema. Uh, usisahau kusubscribe kwenye channel yangu ya Bruce Charz Evarist Mchael YouTube. Uh, chao.